Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Familia moja huko Makongeni, Thika inataka uchunguzi wa kina kufanywa kufuatia kifo cha mwana wao ambaye aliaga dunia baada ya kuanguka kutoka jengo mtaani humo. Familia ya Dec Muniko inadai kuna uwezekano kuwa kijana huyo alisukumwa na polisi wakati walikuwa wakiendesha operesheni kwenye chumba alichokuwa. Franklin Wala anaarifu zaidi. Dek Muniko mwenye umri wa miaka ishirini na mitatu alifariki baada ya kuanguka kutoka ghorofa ya tano ya jengo moja mtaani Makongeni huko Thika. So, tukio hilo la Alhamisi lilitokea hatua chache kutoka kituo cha polisi cha Makongeni. Familia inadai polisi wa kituo hicho walifika katika chumba moja eneo hilo kufanya msako. Chumbani kulikuwa Dek na marafiki wake wawili katika purukushani ya operesheni hiyo ya polisi, Deka alianguka kutoka ghorofa hiyo na kufariki saa chache baadaye. Mwili wake ulipatikana katika eneo hilo, uchunguzi wa maiti ukithibitisha kifo kilitokana na majeraha ya kuvunjika sehemu tofauti za mwili. One of the boy who saw the, saw Chasing, uh, chasing him in the rooftop there. Familia ya Dec inadai kuwa mvulana huyo alisukumwa na polisi waliokuwa wakifanya msako huo. Sasa wanataka mamlaka ya IPOA na asasi zingine za serikali kuchunguza kisa hiki kwa kina. Kwa sasa familia inajiandaa kuusafirisha mwili wa mvulana huyo hadi kwao Migori kwa mazishi. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.